Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Karibu TANESCO Dodoma, tupo kwa ajili yako. Tunaendelea kukuhudumia kwa moyo na uadilifu kila siku. Tunakushukuru kwa kutuamini. Huduma bora ni haki yako, tunahakikisha tunaendelea kukufikia popote ulipo na kuondoa changamoto ulio nayo. Najisikia fahari kuwahudumia wateja wa Dodoma. Kwangu mimi kila siku ni nafasi mpya kuendelea kuwapa wateja wetu huduma bora. Kwangu mimi mpango umewezekana. Hiyo ina maana kwamba tumefanya mambo mengi yanayomhakikishia mtanzania huduma ya uhakika ya umeme bila visingizio wala kuchelewa. Kwa wateja wetu wapendwa, asanteni kwa kutuamini. Tuko pamoja katika kuhakikisha tunawapa huduma bora kwa wakati wote. TANESCO Dodoma tunasema